Okay, um, karibu tena kwenye platform hii ya Kidume. Tumekutana tena hapa kwa ajili ya kuelekezana vitu ambavyo tunaweewa navyo na tuna experience navyo. Na leo bwana, nataka nianze kwa kukuuliza swali wewe Kidume, najua mpaka imekufikia video hii maana yake ni moja kati ya watu ambao tupo kwenye safari ya kuhakikisha kwamba tunakuwa Kidume, Kidume haswa kidume ni mtu ambaye ana uwezo wa kuperform vizuri swala zima la ngono na maanisha sex kwa ufasaha kabisa, akahakikisha yeye amekuwa ameridhika, lakini hata mwenza wake pia ameridhika. So niliwahi kusema kwamba kuna vitu viwili ambavyo vinasababisha unakuwa kidume: chakula, kwa maana ya unakula nini; mazoezi, unafanya mazoezi gani? taelekezana pia vitu vingi, mazoezi na baadhi vyakula, lakini leo nataka nianze na swali. nataka nikuulize kwamba mara ya mwisho umekula karanga mbichi ilikuwa ni lini? Anyway, uta nijibu kwenye comment. Lakini nimekuja kukusisitizia kuhusiana na ulaji wa karanga mbichi kwa mwanaume. Karanga mbichi ina msaada mkubwa sana kwenye uh, kukusaidia wewe kuwa kidume, kukusaidia wewe kuwa na nguvu za kidume, kukusaidia wewe kuweza kuwa na mbegu imara. Kuna mawili yanapatikana kwenye uh, kwenye karanga. Kwanza kabisa, inakupa, inakupa uwezo wa kuwa na mbegu nyingi na nzito. Kwa hiyo ukiwa kama kidume hakikisha kwamba kila siku au kila mara umekuwa unakula karanga bichi. Karanga hizi zitakuongezea mbegu uh, kufanya kuwa nyingi na nzito, lakini vile vile zitakupa uimara wa kuweza kuhimili tendo. Na ndio maana katika vyakula vingi ambavyo vinawekwa karanga, huwa ni wanaume wanashauriwa kula vyakula vingi ambavyo vinawekwa karanga kwa sababu hizo. So uh, cha kufanya kama ina, iki, uki, ukiweza, unatakiwa yani, unatakiwa wewe kama kidume kila siku hakikisha unapata ujazo wa kiganja chako cha mkono karanga mbichi, ujazo wa kiganja chako cha mkono hiki hapa, hiki ni kiganja changu. Kwa hiyo utapima kwenye kiganja chako upate karanga bichi kila siku, kila siku, kwa sababu uh, tunachokula tulivyo ni, ni vile tunavyokula. Ukiwa na mazoea ya kula kila, kila siku karanga bichi, itakusaidia kutengeneza mfumo wako wa uzazi, ukiachana tu na kufanya kuwa imara, lakini vile hata mbegu zako kuwa imara, na inawezekana pia itakusaidia kwenye maswala ya uzalishaji yani, maswala ya uzazi ukiwa kama mwanaume, kwa sababu karanga zinachangia sana kwenye kuongeza mbegu uh, mbegu za kiume huwa nyingi zaidi. Kwa hakikisha una kawaida ya kula karanga mbichi uh, kila siku. Ujazo wa kiganja chako cha mkono. Hizi hapa karanga mbichi. Zinapatikana tu dukani kwa bei rahisi uh, kama utanunua huo unajiwekea ndani unachota kiganja, au kama utakuwa unanunua ile pakiti ambayo ina ujazo wa kiganja chako ni, lakini make sure unakula karanga mbichi kila siku itapendeza zaidi, itakufanya wewe kuendelea kidume. Of course, karibu tena kwenye platform ya Kidume. Uh, karibu kama uje follow. Follow, uh, TikTok, uh, Instagram lakini pia YouTube unaweza kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kuwa unapata taarifa hizi ama uh, madarasa haya ya kuwa kidume. Na kukaribisha tena na tena na tena. Karibu.